Hiki kifaa kinaitwa boom mic. Ni mic ambayo inafungwa pembeni mwa uwanja ama inawekwa pembeni mwa uwanja baada ya mstari wa mwisho tu wa pichi ile ya kuchezea, basi inawekwa hii mic. Ni mic ambayo kazi yake ni kuchukua sauti za hapa uwanjani, ambapo ukiwa kwenye TV yako unasikia kelele za mashabiki, basi ujue hizo kelele za mashabiki zinachukuliwa na boom mic hii. Kwa kitaalamu ile zile kelele zinaitwa ambiance kitaalamu. Kwa hiyo kinachofanya hivyo ni hii mic ambayo inawekwa pembezoni mwa uwanja, na kuna wakati mwingine utakuta kama ikipigwa na mpira utasikia sauti kubwa kwenye TV yako kwa sababu hizi hizi ni mic ambazo zina power kubwa sana, zinabeba sauti kubwa sana, na huwa zinafungwa mbili tu kwenye uwanja, yani moja inafungwa hapa na nyingine inafungwa upande wa pili kule kwa maana ya mstari huu huu unaoona mpaka kule mwisho. Kwa hiyo ndio hii. Sio kajiuliza kelele za uwanjani huo zinachukuliwa na nini? Ni hii boom mic ambayo inawekwa hapa kama hivi unavyoiona, ina manyoya kwa ajili ya kuondoa e, upepo upepo na nini, ndio maana huwo inakuwa namna hii.